Na Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa kanda wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Uh, nimeongozana na viongozi na wanachama wenzangu kutoka kanda ya kati kwa maana ya mkoa wa Singida, Dodoma na Morogoro. Tumekuja hapa kumwaga mzee wetu Edwin Mtei kwa sababu alikuwa ni mwasisi wa chama chetu. Uh, hadi anafikia hatua ya kurizaini, lipo funzo Chadema, kwa sababu mwasisi wake aliweza kurizaini. Maana yake alikuwa sio mtu wa kukumbatia madaraka, alihitaji mabadiliko kwa Watanzania, na sisi Chadema tupo kwa ajili ya Watanzania. Naomba tumuenzi wote tulioko mahali hapa. Najua sio wana Chadema tu walioko hapa, hata serikali iliyoko madarakani iko hapa, lipo la kujifunza kwa sababu msiba umeweza kutuunganisha, basi kwa maana hiyo, hata taifa letu ni moja. Lazima tujue ya kwamba utawala sio wa CCM tu, utawala ni wa kila mmoja ambaye anaweza kuleta mabadiliko katika taifa. Watawala wanaposema kwamba wanataka amani, amani ni matokeo ya haki. Sisi tunahitaji haki, tunataka huduma bora za afya wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka mitano wasipoteze maisha. Na mimi kama mama, kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ninashangaa sana ninapoona watawala wanasema amani, amani, wakati kuna familia zimepoteza watu kwa kukosa huduma bora za afya. Amani ambapo familia isiyokuwa na uwezo, watoto wao wameshindwa kwenda chuo kikuu, wameshindwa kwenda form 5, wameshindwa kwenda form 1. lipo la kujifunza lipo la kujifunza kutoka chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu mwasisi aliacha nafasi yake nono kwa ajili ya kupigania Watanzania. Na sisi CHADEMA kanda ya kati tunasema tutapigania chama mpaka kieleweke. Lazima tuweze kuyaona mabadiliko ya kweli kwa Watanzania wote, pasipo ubaguzi wa aina yoyote. Tunahitaji usawa. Mungu ibariki Tanzania. Lakini salamu zangu za kanda ya kati ni kwa familia tunawaombea Mungu aendelee kuwapa faraja. Mungu ibariki CHADEMA, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni. Asante. Ana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa kanda wa chama cha demokrasia na maendeleo. Uh, nimeongozana na viongozi na wanachama wenzangu kutoka kanda ya kati, kwa maana ya mkoa wa Singida, Dodoma na Morogoro tumekuja hapa kumwaga mzee wetu Edwin Mtei kwa sababu alikuwa ni mwasisi wa chama chetu, uh, hadi anafikia hatua ya kuresign. Lipo funzo Chadema kwa sababu mwasisi wake aliweza kuresign. Maana yake alikuwa sio mtu wa kukumbatia madaraka, alihitaji mabadiliko kwa Watanzania, na sisi Chadema tupo kwa ajili ya Watanzania. Naomba tumuenzi wote tulioko mahali hapa. Najua sio wanachadema tu walioko hapa, hata serikali iliyo iliyoko madarakani iko hapa. Lipo la kujifunza, kwa sababu msiba umeweza kutuunganisha. Basi kwa maana hiyo, hata taifa letu ni moja. Lazima tujue ya kwamba utawala sio wa CCM tu, utawala ni wa kila mmoja ambaye anaweza kuleta mabadiliko katika taifa. Watawala wanaposema kwamba wanataka amani, amani ni matokeo ya haki. Sisi tunahitaji haki, tunataka huduma bora za afya, wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka mitano wasipoteze maisha. Na mimi kama mama, kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ninashangaa sana ninapoona watawala wanasema amani amani, wakati kuna familia zimepoteza watu kwa kukosa huduma bora za afya amani ambapo asfamilia isiyokuwa na uwezo watoto wao wameshindwa kwenda chuo kikuu, wameshindwa kwenda form 5, wameshindwa kwenda form 1. Lipo la kujifunza, lipo la kujifunza kutoka chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu mwasisi aliacha nafasi yake nono kwa ajili ya kupigania Watanzania, na sisi CHADEMA kanda ya kati tunasema tutapigania chama mpaka kieleweke, lazima tuweze kuyaona mabadiliko ya kweli kwa Watanzania wote pasipo ubaguzi wa aina yoyote, tunahitaji usawa. Mungu ibariki Tanzania. Lakini salamu zangu za kanda ya kati ni kwa familia, tunawaombea Mungu aendelee kuwapa faraja. Mungu ibariki Chadema, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni. Asante. anaisa asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa kanda wa chama cha demokrasia na maendeleo. Uh, nimeongozana na viongozi na wanachama wenzangu kutoka kanda ya kati, kwa maana ya mkoa wa Singida, Dodoma na Morogoro. Tumekuja hapa kumwaga mzee wetu Edwin Mtei kwa sababu alikuwa ni mwasisi wa chama chetu, uh, hadi anafikia hatua ya kurizaini kulipo funzo Chadema kwa sababu mwasisi wake aliweza kudesign. Maana yake alikuwa sio mtu wa kukumbatia madaraka, alihitaji mabadiliko kwa Watanzania na sisi Chadema tupo kwa ajili ya Watanzania. Naomba tumuenzi wote tulioko mahali hapa, najua sio wana Chadema tu walioko hapa, hata serikali iliyoko madarakani iko hapa, lipo la kujifunza kwa sababu msiba umeweza kutuunganisha. Basi kwa maana hiyo hata taifa letu ni moja. Lazima tujue ya kwamba utawala sio wa CCM tu, utawala ni wa kila mmoja ambaye anaweza kuleta mabadiliko katika taifa. Watawala wanaposema kwamba wanataka amani, amani ni matokeo ya haki. Sisi tunahitaji haki, tunataka huduma bora za afya, wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka mitano wasipoteze maisha na mimi kama mama, kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ninashangaa sana ninapoona watawala wanasema amani, amani wakati kuna familia zimepoteza watu kwa kukosa huduma bora za afya. Amani ambapo familia isiyokuwa na uwezo, watoto wao wameshindwa kwenda chuo kikuu, wameshindwa kwenda form 5, wameshindwa kwenda form 1. lipo la kujifunza Lipo la kujifunza kutoka chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu mwasisi aliacha nafasi yake nono kwa ajili ya kupigania Watanzania, na sisi CHADEMA kanda ya kati tunasema tutapigania chama mpaka kieleweke. Lazima tuweze kuyaona mabadiliko ya kweli kwa Watanzania wote pasipo ubaguzi wa aina yoyote. Tunahitaji usawa. Mungu ibariki Tanzania. Lakini salamu zangu za kanda ya kati ni kwa familia tunawaombea Mungu aendelee kuwapa faraja. Mungu ibariki CHADEMA, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni. Asante. Anayesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa kanda wa chama cha demokrasia na maendeleo. Aa, nimeongozana na viongozi na wanachama wenzangu kutoka kanda ya kati, kwa maana ya mkoa wa Singida, Dodoma na Morogoro. Tumekuja hapa kumuaga mzee wetu Edwin Mtei kwa sababu alikuwa ni mwasisi wa chama chetu, uh, hadi anafikia hatua ya kurizaini. Lipo funzo Chadema kwa sababu mwasisi wake aliweza kurizaini. Maana yake alikuwa sio mtu wa kukumbatia madaraka, alihitaji mabadiliko kwa Watanzania na sisi Chadema tupo kwa ajili ya Watanzania. Naomba tumuenzi wote tulioko mahali hapa. Najua sio wanachadema tu walioko hapa, hata serikali iliyo iliyoko madarakani iko hapa. Lipo la kujifunza kwa sababu msiba umeweza kutuunganisha. Basi kwa maana hiyo, hata taifa letu ni moja. Lazima tujue ya kwamba utawala sio wa CCM tu, utawala ni wa kila mmoja ambaye anaweza kuleta mabadiliko kwa katika taifa. Watawala wanaposema kwamba wanataka amani Amani ni matokeo ya haki. Sisi tunahitaji haki, tunataka huduma bora za afya, wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka mitano wasipoteze maisha. Na mimi kama mama, kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ninashangaa sana ninapoona watawala wanasema amani, amani, wakati kuna familia zimepoteza watu kwa kukosa huduma bora za afya amani ambapo asfamilia isiyokuwa na uwezo watoto wao wameshindwa kwenda chuo kikuu, wameshindwa kwenda form 5, wameshindwa kwenda form 1. Lipo la kujifunza, lipo la kujifunza kutoka chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu mwasisi aliacha nafasi yake nono kwa ajili ya kupigania Watanzania, na sisi Chadema kanda ya kati tunasema tutapigania chama mpaka kieleweke, lazima tuweze kuyaona mabadiliko ya kweli kwa Watanzania wote pasipo ubaguzi wa aina yoyote, tunahitaji usawa. Mungu ibariki Tanzania. Lakini salamu zangu za kanda ya kati ni kwa familia, tunawaombea Mungu aendelee kuwapa faraja. Mungu ibariki Chadema, Mungu ibariki Tanzania, asanteni. Asante.